Niko hapa mjini Kericho kutaka kujua kero la wazazi kuhusiana na visa vya wanafunzi kuchoma majengo ya shule. Je, wewe kama mzazi kero lako ni lipi? Chenye inanikera sana ni wanafunzi kuchoma shule. Na tukiangalia chanzo, tuwezi laumu walimu, but pia sisi kama wazazi tunafaa kuangalia maadili za watoto wetu. Ukiangalia, e, damages yenye ilifanyika kwa hiyo shule, unaona kuna uharibifu mkubwa enye ukiangalia vizuri ni kama imepangwa. Inafika wakati ambapo sisi wazazi tunafanya mambo ya maandamano, watoto hawa wanatazama vile tunafanya maandamano kwa njia ambayo haistahili, alafu ukifika mahali ambapo mtoto anaenda kufanya maandamano, unapata sisi wenyewe wazazi tuna sapoti ya watoto kuenda kufanya maandamano na kufanya mambo ambayo hayastahili. Mbe machoni petu kama mzazi ni nini na kukera kwa hii visa ya wanafunzi kuchoma majengo ya shule? Unajua hii mambo ya watoto kuchoma shule, tabia ingine ni ya wazazi. Enzi yetu tulikuwa tunachapwa shuleni na unakuwa na discipline, lakini saa hii mzazi anasema mtoto yake asichapwe. Kitu kama hiyo kama wazazi, kinachangia haya mambo. Ingine ni shule shule kunaweza kuwa na principal mbaya afanyii wanafunzi bila wanata anakuwa dikiteta na enzi ya dikitetaship iliisha kita, iliisha kitambo. Kero lako, tumsikize mwenzetu hapa. Je, kero lako ni lipi? Ya, ile kitu inanikera sana ni ile uharibifu ambao imeleta kwa shule hasara kubwa sana, ambapo kama sisi kama wasasi hatuwezi kufurahia kitu ya kwanza. Sisi tunachilaumu kama wasasi wenyewe, sababu ni malezi pia ambayo inachangia. Tuseme kwamba sisi kama wasasi tumewachilia tena nidhamu kwa watoto wetu sana, ambapo tena itaenda kwa walimu, tuna transfe hiyo hiyo indiscipline cases tu kwa walimu, ambapo sisi wenyewe tunaanzisha pale nyumbani. Siku hizi unapata wanafunzi ama wa, wasasi wengi wamewachana na, na ambapo pia hiyo fatafika kwa nyumba itaanza kupotea. na ili kukabili visa hivi unadhani ni kipi kinapaswa kufanywa? Sisi wazazi inatakana tulee watoto wetu kwa maadili mazuri, wakienda shule tena wanalelewa na maadili mazuri. Tusipiche kiboko kwa watoto wetu watakuwa wagaidi. Ingekuwa kama jukumu letu kama wazazi tuchukue hatua kwanza, tupate kwanza utuweke nidhamu nyumbani alafu tena kisha shuleni pia, pale irudishe ile kiboko ya samani. Unapata hata wahubiri wamewachilia watoto, hawaelezei watoto ukweli, ambapo watoto yafaa uwaelekeze kwa njia ambayo inastahili, ambapo watoto wanapokaa mahali hata wanapokutana shuleni watafundishana maadili ambayo wamefundishwa pale kanisani, pale misikitini, pale nyumbani. Kero lako.